Kazi na utu unasonga mbele, kazi na utu unasonga mbele, kazi na utu unasonga mbele, utu. utu. Rais wetu ni kiongozi wa kipekee, ni kiongozi ambaye ameona adha ambayo wananchi wake wanaipata katika sekta ya sheria, katika kudai haki, katika kutafuta haki, pamoja kwamba huku Misenyi kama alivyosema mheshimiwa mbunge, wengi ni wanasheria, ni wajuaji wa kisheria, lakini sheria zao wanazipindisha kona kona. Mheshimiwa Rais amewaletea wanasheria ili wafanye mambo mawili. Jambo la kwanza, wawape elimu ya kisheria iliyonyoka, elimu ya kisheria ya ukweli. Jambo la pili, amewaleta ili wafanye utatuzi wa migogoro ya kisheria.